Hapo ulipo hiyo CV ndio yako, utendaji wako wa kazi ndio CV yako. Naomba sana jamani, watumishi wenzangu, tusiharibu CV, usijaribie CV, nakuomba sana usijaribie CV, uwe makini, just be smart in your work. Yani kila mtu akikuangalia, nasema na fulani fulani yule. Eh, mi namwamini, nakwambia

kama za wewe jitume kwa nguvu zako zote kufanya kazi kwa ufanisi. Sasa taarifa, tumekuwa tukipata shida sana kwa mkoa, pengine hata ndio ndio dabaka kwa sababu kama sisi tunapata shida na ndio kina watapata shida hivyo, kwa sababu wao wanatuagiza. Tunapokuwa tunawaletea kwa deadline, tunategemea uzingatie deadline. Kwa kweli, hiyo ile nimependa nisisifuze sana binti wa kutuletea kwamba wanataka taarifa ile tarehe 15 sisi mkoa tutakulembea, tunahitaji tarehe kumi, ili ikiwa na siku tano hapo za kuipitia taarifa na kufanya compilation na kuhakiki taarifa. Sasa umepelekewa mtu barua mwingi, anatumia mpaka kwenye email yake ametumiwa kabisa, ni amesoma, lakini ile la taarifa ndugu yangu unakuja kuipata tarehe ishirini. Nani alikwambia unaleta taarifa tarehe ishirini? na taarifa wenzangu, nitakita nadhani wakuu wa divisheni ya viwanda, biashara na uwekezaji tokea mwaka jana wanajengeje? Sasa hivi tukisemana kama watoto wadogo, kwamba wakati mwingine tukuangalie, kwamba tukushushie hivi, wewe vipi, halafu mtu anasema kazi nyingi. Si pamoja na hiyo kazi nyingi, unaondoka ofisini saa nane, unaondoka ofisini saa kumi, unaondoka ofisini saa kumi na moja

ili kuwajengea uwezo wa pia wake wa takwimu za uchumi katika mkoa wetu. Na mimi naamini semina hii itawasaidia washiriki wote kutambua mahitaji ya namna ya kuandaa taarifa hizi kwa ajili ya matumizi ya benki. E, mwisho kabisa, napenda niwaombeni nyote ambao mmepata nafasi ya kushiriki semina hii mkawe mabalozi wazuri wa kile mtakachojifunza leo pamoja na ufafanuzi uliotolewa, naona mtu anabandikabandika, mwambia, no no no no, you are killing us, you are a killer. Wewe mkaribie kabisa, msiwe wachoyo kushirikisha wengine elimu hii. Kumbukeni kuwa kwa kuwaelezea wengine yale mliyojifunza leo, mtaongeza ufanisi na kuifanya kazi ya ukusanyaji na uandaji wa takwimu kuwa nyepesi. Lengo la sisi kuja hapa ni kufanya semina na wadau wetu ambao wanatuandalia takwimu za kiuchumi. Aa, kama ambavyo utakuwa unafahamu, aa, moja ya jukumu kubwa na la msingi la Benki Kuu ni kuandaa sera ya fedha. Unajua tuna sera mbili kubwa aa, za kiuchumi ukiachia mbali sera za kisekta, tuna sera ya fedha lakini pia tuna sera ya kibajeti. Sasa jukumu kubwa la benki kuu ni kuandaa na kutekeleza sera ya fedha. Sasa ili tuweze kuandaa sera ya fedha, tunahitaji takwimu ambazo tutazichakata na kupata taarifa ambazo zitatuongoza kuandaa sera ya fedha, lakini pia tunahitaji takwimu wakati wa kufuatilia utekelezaji wa hiyo sera ya fedha. Sasa takwimu hizi huwa tunazikusanya aa, kwa vipindi maalum. Kuna takwimu ambazo tunazikusanya kila mwezi, lakini kuna takwimu ambazo tunazikusanya kila baada ya robo mwaka. Sasa takwimu hizi zinapatikana sehemu mbalimbali ikiwemo aa, sekta f, ya watu sekta binafsi, lakini pia sekta za umma kwa sehemu kubwa takwimu hizi zinatoka kwenye mamlaka za mkoa um, na serikali za mitaa. Sasa hii ndio sababu imetufanya leo tufike hapa katika mkoa wa Katavi kwa ajili ya kukaa na hao wadau wetu sasa, ambao wanatuandalia wana hizo takwimu uh, kwa sababu uh, kumekuwa na mapungufu ya hapa na pala katika, pale katika zile takwimu ambazo uh, tunazitumia aa, takwimu zimekuwa aa, kuna wakati mwingine zinakosekana kabisa, kuna wakati mwingine zinakuja kwa kuchelewa sana. Lakini hata hizo ambazo zinapatikana, aa, unakuta zina mapungufu kadha wa kadha, unakuta takwimu ta wakati mwingine inakosa udhabiti ut, lakini kuna wakati inakuwa na mapungufu aa, kuna wakati unapata takwimu ambayo inaweza kuwa hata inakosa uhalali kutoka kwa wale viongozi kwenye maeneo ambako zimetoka. Kwa hiyo ili kuweka sawa hayo mapungufu, tukafikiri ni vizuri tufike kwa wadau, tukae nao kwa pamoja, tujadiliane, tuone namna ya, ya kuondoa hayo mapungufu. Kwa hiyo kwa mafunzo haya ambayo mmetupa, nina imani kubwa kwamba sisi kama wataalamu na wazalendo wa mkoa wetu na taifa letu tutakuwa mstari wa mbele sasa kuweza kuboresha takwimu zetu, e, ambazo zinahitajika kwa ajili ya kutolea taarifa mbalimbali ambazo ni muhimu kwetu. Niseme tu kwamba huenda huko nyuma tumekosea kosea sana na inawezekana kulikuwa kuna ripoti taarifa ambazo hazina usahihi, lakini muda mwingine hata kwa kuchelewa. Nikili tu mimi mwenyewe, hata hii pote iliyopita nimetuma taarifa za halmashauri mbili ambazo kimsingi si sahihi na hii yote pengine ilitokana tu pengine na baadhi yetu pengine kutoelewa umuhimu wa taarifa hizi, lakini nimeshukuru kwamba Katibu Tawala wa Mkoa asubuhi amesisitiza umuhimu wa taarifa hizi na mafunzo haya ambayo tumepata, nafikiri wote sasa tutakuwa tumepata eh, mwanga kwamba hizi taarifa ni muhimu sana.